Kwa nini watu wa kimya wanaonekana wenye kiburi? Wanaonekana wana dharau sana? Wanaonekana ni watu ambao wakorofi na wanajiona sana? Leo nitakueleza sababu nne kwa nini watu wahisi vipi. Naamini kama wewe ni mtu mkimya, tayari umeshapitia kitu hiki, na sio kwa sababu wewe una shida, bali kwa sababu watu hawajui kuisoma tabia yako. Hizi hapa pointi nne kwa nini watu wanakuona wewe ni mtu mwenye kiburi au una maringo au unajisikia. Let's go. Namba moja, watu ambao sio wa kimya wanatafsiri kimya kama kiburi. Mtu mkimya anapokuwa kimya, sio kwa sababu anajiona au anamfanyia mtu dharau. Hapana, anaongea akishaanza kujisikia yuko salama, na sio mara moja lakini watu wengi hawajui hili, wanahisi kama mtu mkimya anajiona ana kiburi, ana dharau. Kumbe hapana, mpaka ajisikii yuko salama kuongea na wewe. Hapo ndio utashangaa yeye anakuwa mwongeaji mkubwa kuliko hata wewe. Sasa hapa ndio watu wanapoanza kumpa lawama mtu mkimya, kama yeye ana kiburi, anajisikia, na pia ni mtu ambaye ni mkorofi, yaani hacheki na wowote. Kwenti ya pili, watu wengi wa kimya wakiwa wametulia au hawazungumzi na mtu yoyote, basi huonekana kama wana hasira au hawacheki kabisa, kiasi kwamba unaweza hata kuogopa kumsogelea. Huwa hawana ile sura ya tabasamu kwa mtu yoyote wakiwa wamekaa peke yao. Matokeo yake watu husema, huyu jamaa au huyu msichana ana kiburi sana, mkorofi sana na pia anaringa wakati kiukweli mtu mkimya iko sawa kabisa. Yaani, mtu mkimya kama amekaa zake sehemu peke yake, basi sura yake mara nyingi huonekana ni kama mtu ambaye ameonewa, ni kama vile sura yake huonekana mtu ambaye ana hasira sana, lakini kiukweli hana hasira hana chochote. Ukimsogelea na mkeza kuzungumza, utamwona na tabasamu na vitu vingine kwa hiyo watu wakishamwona hivi, wanamwona kama ni mtu ambaye ana kiburi sana, ana dharau, hasogeleki, mkorofi na kadhalika. Pointi ya tatu, watu wa kimya huwa hawaanzishi mazungumzo. Huu ndio kweli, tusiwe waongo. Watu wengi wa kimya hawapendi kuanzisha mazungumzo. Sasa watu hudhani kuwa hawa watu wa kimya hawapendi watu wengine. Mtu mkimya hapendi kuanzisha mazungumzo anahisi kama ataonekana msumbufu, anahisi kama atakuwa anamharibia mtu muda wake, hadi awe amekuzoea kindaki kindakindaki. Sasa, kutokana na hali hii ya kutokuanzisha mazungumzo, hususani akiwa katika mazingira ambayo ni mageni, basi mtu huyu huonekana ni mtu ambaye ana kiburi. Kwa hiyo hii huwa inatafsiriwa vibaya na watu wengine. 24. Ya nne: kwa nini watu wakimya huonekana ni wenye kiburi? Basi, kwa sababu hawa watu hawapendi mazungumzo mafupi mafupi. Yaani, ukimkuta mtu mkimya amekaa zake kitako kisha ukamfata ukamu, ukamletea habari za jua kali, yaani ukamwambia naona hili jua leo ni kali sana, basi atakujibu tu, ndio jua ni kali hamtuendelea sana kimazungumzo, hatosukuma sana mazungumzo yakafika mbali. Atakujibu tu kwa kifupi. Lakini ukamfata kisha ukaanza kuleta habari za kuhusiana na biashara, jinsi ya kuikuza biashara au ukamletea habari za maisha. Basi, utamkuta huyo mtu anaongea vizuri sana au atakupa utayari wake, atakusikiliza atakuuliza maswali na atakuchangamkia kwa sababu ni mada ambazo siko kiundani zaidi, na sio stori za juu juu za kocha wa sanada na fukuzwa na vitu vingine. Kwa hiyo, hali kama hii hufanya mtu mkimya aonekane mkorofi, kwa sababu watu wanaopenda sana kuongea wanapenda mazungumzo mafupi mafupi. Lakini hawa watu hao hawapendi mazungumzo mafupi, wanapenda kuongea kitu Kyo ni kitu ambacho kina mantiki, ni kitu ambacho hata kama akiondoka basi atakua amejifunza kitu. Na hii ndio maana hawa watu huonekana kama vile wenye kiburi, wakorofi, na pia huonekana ni kama vile watu ambao wanajiona, kwa sababu tu hawayapi nguvu sana ya mazungumzo mafupi mafupi. Kwa hiyo hivi ndivyo vitu ambavyo watu wengi wa kimya huvipitia huonekana wenye kiburi, huonekana wanaringa, huonekana wenye majivuno eh, na pia huonekana ni watu ambao wako serious sana. Kwa hiyo hali hii ni kawaida sana kwa mtu mkimya. Kama wewe unapitia hali hii, basi jua kuwa huko peke yako, wapo na wenzio ambao wanapitia hali hii sawa sawa, na kumbuka kwamba wewe sio tatizo, wewe sio mkorofi, wewe sio kiburi bali tu watu wanashindwa kuisoma tabia yako, watu hawaelewi tabia yako. Ila kwa mtu ambaye anakuelewa, basi mtaweza kufika mbali, hata kufikiria namna hiyo. Kama huja subscribe, tafadhali bonyeza alama nyekundu hapo chini iliyoandikwa subscribe. Like video hii nipate kuwafikia watu wengi. Share video hii kwa rafiki zako ambao ni wakimya, ili wapate kuelewa kwa nini wanaonekana wenye kiburi. Aande itaonekana kwenye video nyingine. Baibai, bye bye.